Ukiwa bado unaisikiliza Weekly Hot Stories, msikilizaji, time hizi nataka nikusikilizishe, kwa sababu last week nilikwambia kuna mtu nitazungumza naye, lakini kwa sababu time haikuniruhusu nikashindwa kuzungumza naye. Nilikwambia kwamba kuna msanii ambaye ameweza kuachia ngoma mbili kwa wakati mmoja, kwa maana kwamba hazijapishana muda mrefu. Kwa hivyo nataka kujua kuna siri ndani yake, au kwamba ameona zote ziko hot ndo maana kama kuziachia kwa wakati mmoja sisi kujua, lakini leo niko naye humdani, anakuja kuzungumza na yeye, time si nyingi ni rafiki wa kitambo, maisha pamoja na tushafanya mengi mambo, tunakaa uh, mitaa ya Kigambo. Ikafika kipindi hali kabadilika, anaumwa anaharisha na kutapika, hospitali tulifika, vipimo safi, dokta kahakikisha. Usiku anaota ndoto za kutisha, wanamwita naye anahitika. Nikenda Muhimbili ya hospitali ya pili, ni kuamini jibu kama hawali, hana tatizo la damu wala kiwiliwili, lakini kakonda kazofu mwili kula hali, ndugu zake wako mbali nilipiga simu wakonyesha kujali kwa hili hii sasa ajali, niko matatani wa kunisaidia ni nani? mwenzangu hoi kitandani, akanita kanikumbatia, huku analia ananambia, nini nimewakosea yangu familia, mpaka kuamua hivi kunifanyia, usiku wana kuja leo kunichukua na shindwa kumuelewa ni nikakusudia, kuwaza na kuwazua, nikaamua kwenda kwa babu, kwa vile sina jawabu, sina jawabu. <laughs> Oh, oh, oh. Mimi ni wemba unasikiliza, mimi mara ya, ni machozi ya. Kwa sababu yani kitu kinachozungumzwa, kwa ni... true story. Ya? Yeah, yeah. Mambo vipi? Yani, poa. Sauti nzito. Anyway. <laughs> <laughs> Kweli leo mwanaume anafanya interview. <laughs> Za kutoka hapo? Ah, huko bomba tu wewe, tuna kazi. Mimi namshukuru kwanza kati naisikia hii ngoma nitamani. Rock, tuambie jina lako mm, kamili nani? Jina langu kamili naitwa Kamal Sleman Rashid. Kamal Sleman Rashid, yeah. Rock imetoka? Rock ni jina la family hili. Okay. Yeah. Kwa nini msukule? Hey, yeah, msukule nimeamua kuongea msukule kwa sababu ni vitu ambavyo vinatokea katika jamii hususan, okay. Ni vile vile ni true story. Oh. Yeah. True story ilimtukia nani? Unajua ukiwa okay, msanii unaandika true story, so lazima ikutoe. Ilimtokea rafiki yangu best. Mm. Yeah. Rafiki yako ndugu au rafiki tu? Ah, ni rafiki tu, lakini rafiki kipenzi, si unajua, na okay, yule wa karibu sana. Yeah, wa karibu sana. Anyway, tukiachana na hayo, hebu tuambie kupitia wimbo huu mm, nani kaimba chorus? Chorus kapiga Waili, Waili. Yeah. Rock, Zanzibar, muziki wa hip hop umekuwa vigumu sana kwa wasanii kutoka, si kwa hip hop tu mm, lakini hata kwa R&B muziki kwa umekuwa mgumu sana kwa sani kutoka kutambulika kwa haraka. Kwa sababu gani? Mi nafikiri wajapokea kama wanavyopokea wenzetu kama, mm. mfano labda da na hapa. Hiyo ndio sababu kubwa, kwa sababu watu hapa wenyewe awasamini mziki. Kivipi? kama nseme leo labda sema bwana, kuna show labda Ngome Kongwe mm. atakuwepo Rocky, atakuwepo Rico Single pamoja na wengine wengine, lakini wote tunatoka Zanzibar. Basi naamini show hiyo wataingia watu wachache sana, majukwaa atakuwa matupu. Kwa hiyo tutapata hasara kutokana. Wenyewe wako wamoja, wasanii wenyewe? No, wasanii nakusudia, jamii kiujumla eh, hajatupokea. E, kwa nini? Labda ngoma zenu zina utofauti sana na ngoma za bara? Kwa nini wasanii wa bara wasikike sana Zanzibar, lakini nyinyi msisikike? Mimi sifikiri kama zina tofauti sana mm <coughs> hazina tofauti kivyo, isipokuwa wao wenyewe tu unajua kuna kitu labda tuseme kama kasumba fulani mm. labda tuseme leo mi naweza nikatoka hapa nikaacha kufanya mziki hapa mm. kwa sababu nshaona hali ngumu nikenda zangu da da nikapiga nikawa niko hot alafu then wakija wakasikia bwana roki anapiga zake ngome kongwe umati utafurika kwao labda mm. unafikiri nini kwa hiyo wana kama kasumba hivi fulani. Sio. Mm -hmm. yeah. ila mi bado sijaridhika, mm. kwa nini watu wasikubali kazi za nyumbani Yaani, kuna nini kimejificha kati yake, aidha sijajua. Kwa nini watu wa nyumbani Zanzibar washindwe kukubali kazi za wasanii wa nyumbani, wakubali kazi za nje? Hicho kitu kinanishangaza hata mimi, ila kidogo naweza labda nikasemea kwamba watu wanazisikilizia hela zao sana hapa, na na ukisikiliza mfano inaweza ika hit ngoma ya msanii wa Zanzibar lakini haichukui round, inakuja inakuwa inapotea, yani inapotea ghafla, lakini tofauti na nyimbo za wasanii wengine. Au na wasanii kwa wasanii, ushirikiano ni mbovu eh? pia kitu hicho pia kinachangia okay? mm, kinachangia wasanii wa hip hop na bongo flava, ushirikiano wao upo vizuri, au inategemea na mtu na mtu? Wasanii wote, mimi naona ushirikiano wao sio mzuri, kwa sababu hapa tuko wasanii wengi, lakini wengine hatujuani wala mna time ambayo tunapata muda tunakutana Hivi karibuni nimesikia kuna Jimkana kuseme, kuna kikao ila sijawa na uhakika ni Ijumaa gani? Okay. Wasanii wanatakiwa wote wa Zanzibar waende pale, just tufanye mkutano. Hicho kitu nakifuatilia sana ili na mimi niweze kuwepo pale. Okay. Hey, lakini hamna chama cha wasanii, kwamba wasanii tunajijua kama wasanii, tukipata tatizo hivi na hivi, hakuna kitu kit, hapana kitu kama hicho. Kama kipo, basi wameweka wao wenyewe kama ni kundi, lakini sio kwa watu wote okay. Hebu yeah, tuambie Beatfire, msukule zimetoka kwa hazijapishana sana, kwa nini? Okay, unajua toka nianze muziki Track nimepiga nguvu za kiume, nikapiga msukule, sasa hivi nimepiga Beatfire na sababu labda ya kutoa msukule alafu then hajapita muda mrefu sana, nikaja nikatoa bich fire kwa sababu msukule, nguvu za kiume, kama mtu hajakaa akasikiliza, hawezi kujua nimekusudia nini hizo nyimbo. Lazima usikilize, ukisikiliza, ndo unapata ile ladha halisi, alafu unajua nimekusudia nini na sio watu wote wanapenda wakakaa wakasikiliza, ushanifahamu? mm -hmm, ni wachache, kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana mtu kupokea mziki ile kwa kuusikiliza, kama mziki ninaofanya mimi so nikaona bora niwapigie na beach fire, kwa sababu beach fire iko, ni ngoma ya kuruka sana ya kupati, okay. watu wengi wanapenda sana pati, wanapenda kuruka, so unajua, yeah, nikasema nitoe beach fire, ila nimetoa beach fire so kwamba labda imsukule mi sijakubali, hapana. Najua Msukule ni ngoma kali tena kali sana kuliko nyimbo zangu zote, hilo nalifahamu. yeah, yeah. Yeah, yeah, kwa... ha... yeah. <laughs> hii beach fire mi nimewapa kama zawadi tu mm. Ili wapate kuamka, wajue bwana, sio kama siku zote mimi naweza kupiga ngoma za uzuni tu okay. Au vipi? Vile vile naweza kupari okay. yeah, yeah. Ebu tuambie kitu kimoja. Mimi kuna tetesi nilisikia. Mm -hmm. Sijui kama nilisikia kwako au nilisikia kwa nani. Yeah. Inasemekana kwamba wakati wewe unarekodi, unaingiza foko za Msukule, ulitoa machozi. Yeah. Feelings. Kwa nini? Kwa sababu ni rafiki yako, namkumbuka. Unajua machozi yanakuja kwa vitu vingi Naweza kuwa machozi yamekuja labda the way you never know. Kama nitakufa Msukule ama nitakufa kawaida ama accident au nini. Mm. Kwa hiyo naweza kuwa ametoa machozi, unafikiria siku ambayo taga dunia sio ya yeah, ila nyimbo na feeling sana ndio kitu kilichonifanya mimi mwenyewe niweze kutoa machozi wakati nafanya hii kazi. Unaamini mambo yetu, yale mambo yetu unaamini <laughs> Yale mambo ya msukule. Eh bwana, yaani kile kitu unajua, amini usiamini, lakini hivyo vitu vipo, kwa sababu kama we Shamila utoamini yeah, ok, we uamini, lakini utostop kwamba vitu visikuwepo yeah, sio, hata mimi siamini lakini yeah. Sasa hatuwezi kustop kwamba watu usiku wasiruke na ungu wala wasifanye mambo yao. Kwa hiyo okay, nikajua aba uamini, ila tumemwa kuimba, si unajua? <laughs> babu amesema kwamba bibi yako amefanya kitu fulani vitu <laughs> uh, vipo vinatendeka. Okay. Jamani mm, niko na Rock mndani, ngoma imetengenezwa ya Mandevu Records, na huu ni mkono wake pia Mandevu, lakini sauti unayoisikia ni kwa Rock, ya kwake Rock, mashairi kaandika yeye mwenyewe, true story ambayo anatuambia lakini pia amekuja na zawadi kwa ajili yako. Mimi nataka sana utaisikiliza hapa msukule, lakini hebu tusikilize, Rock, uh, tusikilize Beach Fire. Oh oh oh. Black boom boom. <tiple> <tiple> <tiple> <tiple> <tiple>

Haya bosi wanahaya, DJ more fire, mabazi so tight, yanaonesha vibaya. Yaki, besa, priska na Maya wamelewa vibaya, pulu kujiachia. Maselo na bambia wanalinda pia. Kinywaji soda, konyagi na bia. Msosi kujisevia, nyama kuku bata mpaka maini. Madoezi pembeni anakula kwa macho, yanatamani. Wakata kuni, masharo na mabraza meni, marasta na mabitch boys wanakula. Marju majiani, uwanja ugenini. Tumekuja ku-enjoy. Tauni, wenyeji wetu karibuni, fanyeni kusogea, msije kukobea, wana kukumbatia, wote washalipia. Wenye mali wakali wasije kuchukia, ugomvi katokea, watu wakaumia. <tipa> Jamani ya. mimi nikisikiliza hii naikubali hii, nikisikiliza hii naikubali hii, hata sijaelewi.